Vicky, hivi kwa nini uliamua kunijanganya? Kwa nini unaniambia huna mume wakati mimi naona haya? Eh? Yeye mimi nikakaa kwako nikajimaliza kwa kila kitu. Nimekutoa kwenye chumba kimoja na kwa nyumba kubwa ili uishi vizuri. Eh? Lakini kumbe yote uko nadanganya Vicky. Kwa nini nadanganya? First all, baby, I'm sorry. Mimi mwenyewe sikutegemea au sikupenda ile ambayo limetokea. Mume wangu alisafiri, na ni kweli ni mume wangu wa ndoa kabisa, lakini sikujua narudi lini, na aliondoka muda mrefu sana, na wala sikuwa na mawasiliano naye. Na pia bebi, nakupenda sana, ndio maana nilishindwa hata kukwambia ukweli. I'm sorry. Viki, kumbuka zile ahadi zetu mimi na wewe. Sasa leo ukiniambia unanipenda mimi kuliko yule, utawezaje kutumika bwana? Eh? Na ahadi nyingi ambazo tumepeana mimi na wewe zitakuwaje? Tena nilikuahidi, ukinizalia mtoto wa kiume nitakupa zawadi, na kwa kuonyesha upendo wangu kwako nimekufanya mambo mengi sana Viki. Nimekutoa kwenye ni chumba kimoja, nimekupa ile nyumba nzuri kabisa, nimekupangia pale, sasa itakuwaaje? na je, huyo mume wako ambaye unaishi naye sasa hivi pale, hivi akuulize kama nyumba kubwa kama ile pale, kodi umepata wapi wewe? Eh? lakini sisi kwa sasa hivi hatuko sawa, na kila siku tunagombana kuhusu hili swala mimi nitayamaliza na nitajua nafanyaje, na uliniahidi kabisa utanizalia mtoto, na mimi pia nikakuahidi ukinizalia mtoto wa kiume nitakupa zawadi. Sasa kwa hali kama hapa tutafanyaje, dadi? lakini mimi sina hisia naye yule kabisa, na ameondoka muda mrefu, ameniacha peke yangu, kwa hiyo sikuwa nachagua lingine lakini mimi tu nikuahidi, ahadi yetu itakuwa pale pale na situweza kushiriki lolote na mume wangu. Mimi nakuelewa Viki, lakini nikuuliza swali, mimi nitakapokuwa na kuhitaji wewe nakupataje kwa wakati eh? Ukuni, kama itakuwa ni hatari kubwa sana kwa meo, na mimi sipendi nyi mwachane ionekana mimi nimewachanisha nye. Ni kuhusu hilo wala usijali, mi nishakaa chini na mme wangu nishaongea naye, na ili nibidi ni mdanganye we ni mjomba wangu koo. Sizani hata kama ukija pale kutakuwa na shida yoyote, na ameamini kwa asilimia mia moja kwamba we ni mjomba wangu na ameomba nikukutanishe naye ili aje aombe msamaha kwa kile alichokifanya. Ah, sawa, ngoja tuone takavyokuwa, lakini idadi siyatuachane, mi bado nakupenda. Unajua Viki, mi nakupenda sana na wala sikuwaza kama iko siku moja mi nitaachana na wewe. Kama kijumbe, uwezi amini huu mguu nakuja nyumbani kwako. Hmm. nyumbani kwangu tena? E, naona mwanangu toka tumeongea siku ile ku suala la mchezo kimya, au niambii chochote. hmm. Mamangu, mchezo bado haujaanza ao mamangu, na wakishatimia na kukusanyia tena. Wa kwanza tena hii. Nimepanga uwe wa kwanza mamangu, ila nachokuomba Hmm. Usije ukaniangusha kama mchezo huo uliopita. Maana nimejali ngasema, huyu mama wangu alivyoje kuniomba kabla hmm. hata mchezo hujaisha na mfanyia jambo. Hata sijasahau mama wangu. Aaa, basi mwanzo nilijua umesahau, kumbe unanikumbuka. Asante sana, udogo wangu <laughs> mi nimeleta nimenileta ndio hilo hilo. Sasa ngoja tu mimi niendelee kwa sababu kuna mtu anaenda kumwangalia pale mara moja. Hmm. Unamjua Nuru? Eh hey, ni no, unamjua udugu wangu. Sasa Nuru alikuwa anachukua jina la mwisho. Nikamkusanyia hela yake vizuri. Nimemtafuta nimeenda nyumbani kwake mara tatu sijamkuta. Sasa siku moja nilipo kwenye pita pita zangu kwenye mishemeji zangu si unajua ana na wake. Nikakutana na bwana wake nikamsimamisha. Shemeji vipi safi? Nikamuuliza shemeji Nuru yupo? Akaniambia yupo. He, sijui ni nani bwana. Kapiga picha. Kampelekea hey. Nuru. <laughs> Nula akaja nyumbani kwangu. Sasa amenioshe yule mama, amejua kunivua <laughs> nguo, kanitukana. Eti mimi natembea na bwana wake. Unaamini? na Nulu navyomjuamie au kweli unatembea naye? Mamaangu, mi kutoka na bwana wake kweli? mi mang, anitosha. <laughs> Yani, ngoja nikwambie tu kitu mamaangu, waliopiga picha ndo wambea na ndio wachawi wenyewe. Mimi tulivyoshibana mimi na Nuru leo hii, mimi nikatokea na bwanake? Hilo haliwezekani, sema tu ni yeye. Na kwanza huyo aliyopiga picha, ningemjua. Natamani hata hmm, nimjua maana kajua kuniuliza. Kijumbe, chezesha tu mchezo, hayo mambo mengine wachie mwanangu. Aya bwana, basi mimi naondoka zao. Yes. nu navyomjua, mimi ndugu wangu yule, kasikia bwanake <tikin> kachukuliwa, atakuwa alioshwa. huyu hasta kafiru la ilazi E Mungu Baba, hukuniumba niteseke duniani. Najua ni mapito ninayopitia hapa duniani. Vipi yani, unakuja tu umenikuta nimetula, alafu unakuja unanirusha. Unajua michiga nimenua shingapi, Shenzo? Mbona tangu umerudi janiambia ujaja? Jani, nyumbani nimekuja nyumbani kwenu sijakukuta, nikasema nipite huku, labda nitakukuta, pia ndo nimekuta hapa, alafu unaniambia hivi au jani? Misi mpenzi wangu, Shenzo, sikio nikuambie kwa najua mimi kipindi nipo jela ulikuja siku moja tu. Yani day one tu ulivu kuja yani. Siku kuona tena. Izo siku zengine zizofata nilikuwa na mwana da sister pamoja na mwamu wangu. Sio melewa. Lakini we puwa yako nilivu yona ukuirudisha tena maeneo yale pale. Asa sikia ni kuambie. Yani, mimi mpaka kufikia dakika hii hapa. Tayari mimi nishazika mapenzi. Yani ala ipima kopa kopa. No love, no stress. Sio melewa. Mimi na wewe basi, anachukua msini zako na mimi nile msini zangu. Sijui unanielewa? Yani, navoongea hivyo nasikiliza, mniache wanza, wewe fanya mambo yako. Si umeelewa? Nimekwambia mimi na wewe yani. Si umeelewa? Toka kipindi kile ulivokuja siku ya kwanza ulivoondoka ndo tayari yani mimi na wao mapenzi tulishazika. Si umeelewa? Alafu na kuhusu maswala mengine sio ya nyambulile, mimi tayari hao mimi na yani na yamudu kivyo vyote vile, kutokana na jela kwenyewe walinipa kitengo cha kupanda minazi. Sijui unanielewa? Wakanambia washenze utastiki hapa kwenye kupanda minazi. Kwa hiyo paka nilivotoka nishazoea kupanda minazi yani maruka majoka afu atinta. Si umeelewa? Kwanza yani, unanipotezea taimu, umekuja umenirushia bangi zangu oye. Fanya mambo yako, ukiona isula usizoe Chenzo. Dakika like chache eh? mm -hmm. Ulikuwa busy sana. Nilikuwa na hey, kujakunja nguo zangu kabati humo. Pole. Asante mwanangu. mama mi kuna kitu nataka nikwambie mwanangu. Mi najua tu hata wewe pia utafurahi. We, mama, mi nimepata mchumba. Wow, umepata mchumba mwanangu? <tipulikas> Uh-huh. Na tena anataka kunioa Hey, anafanya kazi gani? <coughs> Hey. Ni bodaboda? Una akili vizuri, <coughs> mwanangu Nansi? Hivi unajielewa kweli wewe? Eh? Hivi nachukua simu nampigia simu babako namwambia kabisa Nancy huko kapata mchumba mchumba mwenyewe anafanya kazi bodaboda Eh? Umeshindwa kuelewa na wasomi wenzio Nancy nimekusomesha kwa mamilioni ya pesa Eh? unaenda kuolewa na boda boda Nancy. Nancy, mbona unanizalilisha mwanangu? Kwa nini unanivua nguo Nancy? Basi. Ona, mama, unajua ni wewe mara zote umekuwa ukiniambia vijana ni waongo, lakini ule mwanaume ni mkweli mama, ana mapenzi ya dhati na mimi. Hapana! Hivi Nansi, wewe na usomi wako wote unatoka hapo, unaenda kuona dereva bodaboda? Usomi wenzio hujawaona mama? Sio kama siwaoni, na waona tena sana tu lakini wao hawana mapenzi ya dhati. Huyo bodaboda ambaye wewe unamdharau, mimi ndo nampenda na nimemchagua. Na kama ningejua unaniita kuja kunieleza upumbavu kama huu, wala nisingetoka ndani kuacha shughuli zangu kaja kusikiliza wewe.

Ulipotelea wapi? Ah, mimi sikuepo ila nimesharudi. Nilisafiri kidogo nienda huko mikoa kufanya kazi zangu za usaidia fundi. Si unajua kazi kuhangaika bwana. Mm. Nasikia yule mpo wako kashatoka jela. Mtaa ulipoa kama nini? Sasa tujiandae heka heka kufukuzana naye. Viatu vyetu tuviweke vizuri, nguo zetu tusianike tena kwenye kamba, hamani, hakuna Tafurani. Hizo ha, habari nimezisikia, na unavyoniona hapa, mimi hu mguu naenda kwao, naenda kuwasalimia na naenda kumsisitiza mjomba aache wizi, asije akarudi tena jela. Basi sawa, kama unaenda kuzungumza naye, kamsi aache wizi, maanake wananchi wote wanaasira naye. hmm. Wewe ni mjomba wake, umesimama nafasi kama marehemu mama wake. Nenda kamsisitize aache wizi, hiyo limekwisha, limekwisha. Mimi ndo naenda.

Ishaana mw. Mwenyezi Mungu sasa anakusaidia mwze, unaendelea vizuri kwa kweli, jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwze, na hata wala sikutegemea kama ungeweza kupona au kurecover kiasi hiki. Ndio baba, kwa sasa naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Na vipi, kuvuta vuta limeacha kabisa? Ndio, sasa nivute vuta kabisa. Kweli Mungu ni mwema sana. Sasa Ishike, mimi kuna jambo hapa silielewi, ila ninachokiona kwa sasa uende ukakae kwa shangazi yako, upumzike kidogo. Na sitaki uende kwa mama yako, nataka uende kwa shangazi yako, unanielewa? Sawa baba, mimi kuelewa, nitaenda kwa shangazi, lakini baba yule mwanae Esta yupo? Esta yupo, tangia maliza chuo hajapata kazi bado. Oh, ni vizuri kama atakuwepo, maana nitakuwa sipo. Oba, najua wewe na Esta ni marafiki, na mkikutana waga mna stori zenu nye. Najua utaenjoy hiyo kwa shangazi yako <laughs> kaida baba kwa sisi vijana. Kwa hiyo unaenda lini? Basi ngoja niongee na amaako mdogo Nafikiri siku mbili hizi hizi utaenda kwa shangazi yako, na sitaki uende kwa mama yako, nataka uende kwa shangazi yako. Sawa baba. Kucha. Maana tena mabegi ungo mbele imekuwa aje tena? Wiki ya tatu. Hapatikani kwenye simu na nyumbani hajarudi. Na sijui hata amepata tatizo gani. Ndio maana nikakaa nikawaza nikasema, mm -mm. Nyumba zenyewe za watu za kupanga babangu. Nisije nikafa na njaa wakati kwa babangu kwa mzee Nurudini kupo, ndomaana nimerudi nyumbani kwetu. Wiki ya tatu ha. Kuna nini? Kuna tatizo au hakuna tatizo lolote? Mimi nimeshangaa tu, kwa sababu mara ya mwisho aliniaga nienda kwenye mengo yake kila siku, lakini cha ajabu, mpaka leo kimya. Hili ni tatizo, mwanangu. Amejagombana kweli? We hujamkorofisha maana nakujua wewe. Dakika mbili mbele. Basi baba kashaanza hivyo. Yaani atakaga hata kuniamini. Siku moja moja na mimi waga unaniamini hata kwa dakika hii, kwa dakika moja tu. So kila siku nitakuwa tu nadanganya. Muda mwingine na mimi pia waga naongeaga ukweli. Yaani mimi kila siku tu ndo ni mkorofi. Yeah, kwa sababu nashangaa. Ili swala tulilimaliza, tumeongea vizuri, kaongea na shemeji yake mpaka mkubaliana. Imeanza kukaa vizuri tena natokea tatizo kama hilo. Baba babangu nikaribishe basi ata ndani kwanza. Sawa, mimi ndani takukaribisha. Lakini lazima kwanza kuwa na maswali. Hai, karibu. <laughs> Eh eh, baba samani. Huu ungo siwezi nikakupa ukanipokea wala siwezi kukuruhusu ushike hata kidoncho cha kufanya wewe fanya hivi. Hmm. Pokea ili begi. Naam. Huni ungo una nini mwanangu? Hata hmm, hmm. Mimi babako. <laughs> Hey.